Baraza la Katiba la Kameruni limemtangaza Rais Paul Biya ambaye yuko madarakani kuwa mshindi wa uchaguzi wa urais wa Oktoba 12. Ushindi huu unampa muhula wa 8 mfululizo na hivyo kuongeza utawala wake wa miaka 43 licha ya pingamizi kutoka kwa mpinzani wake mkuu, Isaac Chitroma Bakari. Biya alishinda kwa kupata asilimia 53 ya kura zote zilizopigwa. Tangazo hili linakuja kufuatia siku kadhaa za mvutano mkali na maandamano mabaya yaliyosababisha vifo vya takribani watu wanne. Wafuasi wa upinzani wanashutumu mamlaka kwa kuiba kura waziwazi, kitendo kilichompelekea mgombea wa upinzani Isaac Chitoma Bakari kushindwa. Akiwa na umri wa miaka tisini na mbili, Biya anashikilia rekodi ya kuwa kiongozi wa nchi mwenye umri mkubwa zaidi duniani. Kufuatia ushindi huu, anaweza kusalia madarakani hadi atakapokaribia miaka 100. Hii ndio Afrika. Je, una maoni gani? Kwa habari zaidi usikose kutufuatilia. Hii ni Swahili Time Dunia Darubini.